Cheti kimetumikiwa kwa Dorcas Gabriel Mzuka na kanisa la Mahoma Makulu, ikiwa ni kutambua juhudi na kujitoa kwako katika kazi ya uinjilisti uliyoifanya katika kundi la Mahoma Makulu kuanzia Januari 2021 hadi Desemba 2024 ukiwa kama mwinjilisti. Mungu akubariki sana. Cheti kimesainiwa na mkuu wetu wa huduma na mchungaji pia, amesa kabisa sasa

leo yani, namaanisha leo tarehe 14 mwezi wa 6 elfu mbili na ishirini na tano ndiyo nao elfu mbili na ishirini na tano imefanyika sabato maalum kabisa, ambayo bila shaka haijawahi kufanyika duniani mahali popote isipokuwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Makulu. Ni huduma maalum ambayo imefanyika kwa ajili ya kutambua huduma ya mwinjilisti Dorcas Gabriel Mzuka kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya katika kundi la Mahoma Makulu akililea kama mwinjilisti mlei. Pamoja nami niko na ami, watu kadhaa ambao watatuambia machache ya namna ambavyo sabato ya leo imekuwa. Tuko na mchungaji wa mtaa wa Kitasa, mchungaji Gervas Mbipi, lakini tuko na mchungaji Deus Mafuru, tuko na mzee Fred Maiga pamoja na bibi mwinjilisti Dorcas Gabriel Mzuka naye pia tutapatia matakio ya kila mtu kwenye kwa siku ya leo. Karibu kuatana nami, usisahau kusubscribe Dodoma Makulu SDA Church TV. Uh, eh, kwa sabato ya leo imekuwa ni sabato ya pekee. Mara nyingi tumekuwa tukitambua huduma ya mchungaji wakati, eh, kwenye Biblia eh, ukisoma kile kitabu cha Waefeso eh, ile sura ile ya uh, nne aya ya kumi na moja linaongelea tunaongelea huduma tano katika kanisa kwamba Mungu ameweka wengine kuwa, kuwa e, manabii wengine akawafanya kuwa injilisti na walimu, lengo ni ili kazi ya huduma kwa hiyo, ya kwa kwa sababu huduma ya mwinjilisti kwa siku ya leo imekuwa ni sabato moja ya pekee sana, na kimsingi tunatamani kuona makanisa mbalimbali na yenyewe yaige kama ambavyo leo kanisa la Dodoma Makulu sana baada ya amefanya kama mama Makuru, baada ya kuwa amehitimisha, basi ilikuwa ni sabato kwa ajili ya kutambua huduma inatia. Kwa hiyo nitoe wito kwa makanisa mengine, pia wanaweza wakaige kuwa wanatambua huduma e, kwa kati ambazo Mungu anawezesha kutambua huduma e, za mwingine. Asante sana mchungaji Deusi Mafuru, tunashukuru pia kwa huduma yako ambayo umeifanya kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana na endelee kukutumia tena na tena. Nashukuru, amina. Asante sana mchungaji Gervas Mbipi, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambaye anachunga hapa kanisa la Dodoma Makulu. Leo tumekuwa na sabato ya pekee sana, sabato ya kutambua huduma ya Dorcas Mzuka ambaye amehudumu na kanisa hili kwa miaka mingi ni akileta watu kwa Kristo kwa miaka yote mingi, kanisa tuliona ni muhimu mkubwa sana kutambua huduma yake, ukitia moyo kwa kazi kubwa ambayo ameifanya katika shamba la Bwana, lakini vile vile ili kuwa chachu kwa wengine pia washiriki wengine kuona kwamba wanao nafasi au wajibu kutumika shambani mwa Bwana angali bado wako hai. Leo tumevutiwa mno na kuguswa kwa namna ya pekee na visa ambavyo mama amevitoa kwetu, jinsi ambavyo Mungu amekuwa amekuwa pamoja naye. Visi ambavyo mama amevitoa kwetu vimeonyesha jinsi gani ambavyo Mungu anavyofanya kazi na watoto wake katika mazingira tofauti tofauti, na kwamba kama ambavyo alivyoagiza hata tuacha kweli, tumeuona mkono wa Bwana kupitia visa hivi. Nitoe wito kwa washiriki waumini wote wa kanisa hili kujitoa kufanya kazi kwa Bwana ungali bado muda upo na tungali bado tuna nguvu. Ni furaha le kutumika kwa Bwana ni furaha kubwa mno, kuleta wengine katika ufalme wa Mungu. Bwana atubariki tunapoendelea kutumika katika jina la Yesu, amen. Tunashukuru sana Mungu wetu kwa ajili ya, ya sabato ya leo. Tumekuwa na sabato ya uinjilisti siku ya leo, lakini pia imekuwa ni sabato ya kutambua huduma ya mwinjilisti ya Dorcas, mwinjilisti Dorcas, uh, Dorcas alitoka hapa kanisani tukampangia kazi ya kwenda katika kundi la shule ya sabato kule Mahoma Makulu. Tunashukuru, tunashukuru amekuwa kule, amefanya kazi yake jema, na baada ya kulirudisha lile kundi kwa kanisa la Mahomanyika, basi mwinjilisti Dorcas amerudi nyumbani katika kanisa lake, na kwa namna hiyo leo tulikuwa tunatambua huduma yake ao ameifanya kwa miaka takriban mitatu minne katika, katika eneo la Makulu. Imekuwa ni kazi nzuri ambayo aliifanya, ametembelea nyumba nyingi pale, lakini pia alikuwa akiliongoza uh, ile kundi kwa ibada na kadhalika. Kwa kweli amefanya kazi kubwa ambayo kama kanisa tulipaswa kuitambua huduma uh, hii. Yawezekana ikawa ni ya kwanza hapa kwetu kutambua huduma ya, ya mwinjilisti. Tumezoea kutambua huduma za wachungaji, lakini mara nyingi tunasahau kutambua huduma za wainjilisti. Lakini siku ya leo basi imekuwa ni siku njema, tunatambua siku huduma ya mwinjilisti ambaye alikaa kwa takribani miaka minne katika eneo la mahomanyika akifanya kazi ya Bwana na siku ya leo pia tumekuwa na mchungaji Mafuru ambaye basi ametupatia neno zuri lakini neno la kututia moyo kuingia katika kazi ya Bwana. Ametuongoza namna ambavyo tunahitaji kuifanya kazi ya Bwana tunapotoka katika kanisa kwenda nje, kuwaleta watu wengine kwa kwa, kwa Yesu, basi kuna mbinu ambazo inabidi kuzitumia ili kwamba tuweze kuwa ulimu wake na hatimaye waweze waweze kuja katika kanisa la Bwana. Kwa hiyo tunashukuru sana, tumekuwa na yote hayo jioni hii. Tumepata ushuhuda kutoka kwa, kwa kwa kwa mama mwinjilisti ambavyo ame tangu alipoanza huduma ya uinjilisti, lakini pia changamoto alizoweza kuzipitia katika huduma hii. Tunashukuru kwamba imetutia nguvu kwenda sasa kwa kwa kwa kazi ya Bwana. Uh, tunashukuru kwamba washiriki nao wamejitoa ku, ku, kutoa chochote kwa kutambua huduma ya, ya mwinjilist Dorcas. Tunashukuru pia kanisa imetoa kitu kidogo kwa ajili ya kutambua ya huduma yake, lakini zaidi tumempatia cheti kama kanisa ambacho atakuwa nacho akikumbuka huduma yake aliyoifanya na kwamba kanisa ni, ni, ni, mpua, maio, ali, panya, kwa huduma hiyo aliyoifanya kwa niaba ya, ya kanisa. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuwa na sabati njema sana na tunashukuru kwamba watu tumeweza kupata vitu ambavyo ni vya tofauti ambavyo vinatupia nguvu yangu ni mwinjilisti Dorcas Gabriel Mzuka ambaye tumekuwa naye akifanya kazi ya uinjileo la mahoma Makulu, na leo tumefanya sabato maalum ya kutambua huduma yake kama mwinjilisti mlei wa kundi. Bibi, pongeza sana kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya. Amina. Na nini cha kuambia watu wa Mungu kwa hiki ambacho kinafanyika katika sabato ya leo? Nawambia watu wa Mungu kwamba kwanza Bwana wabariki walioandaa hiyo programu, sote ambao Mungu awabariki ila neno langu mmoja ni kwamba waanjilisi wengine wasikate tamaa, wajitoe kwa Yesu, wafanye kazi ya Mungu, maana kazi ya Mungu tumepewa watu wanadamu wote kuifanya kwa bidii pasipo kuchoka, maana tumepewa kwano agizo, enendeni uyumurumu wote, kaihubiri injili kila aminie na kubatizwa ataokolewa, nasia mimi atahukumiwa. Sasa inapasa kwa kila mmoja aliyesikia huduma hii na visa vingi na mahubiri na kila anapohubiri mahali popote tunasikiliza, napasa tuzitowe kufanyia kazi mengi. Ndio wito wangu. Asante sana, bibi na mwinjilisti Dorcas Gabriel Mzuka, kwa kumbukumbu kumbu zako, ulishawai kusikia kanisa lolote la Wadventista wote ulimwenguni ambao limewahi kufanya huduma sabato maalum ya kutambua huduma ya mwinjilisti? Sijawahi kusikia, nimeona siku ya leo na namshangaa Mungu. Kwa hiyo hii limekuwa ni ya kwanza kabisa kwako, kusikia vipi? Nakushukuru sana Mungu akubariki sana, na nikutakie utumishi mwema kwa kazi nyingine ambazo unaendelea kumtumikia Mungu. Amina, asante sana. Haya yalikuwa ni mahojiano na mwinjilisti Dorcas Gabriel Mzuka, ambaye leo tumefanya sabato maalum kwa ajili yake, kwa kutambua kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya katika kundi la Mahoma Makulu. Karibu na ndugu mtazamaji wa Dodoma Makulu SDA Church Subscribe, share hii linki ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki sana, karibu tena na tena, Dodoma Makulu SDA Church.